T-Fiber Triple Hub ni kifurushi pekee cha kwanza nchini Tanzania ambacho kinakuwezesha uweze kuunganisha huduma tatu katika rauta moja yes. Kwako wewe mteja wetu wa TTCL, utapata huduma tatu katika rauta moja ambapo utaweza kuunganisha rauta yako nyumbani, simu yako ya mezani nyumbani, na simu yako ya mkononi kwa gharama ya shilingi elfu sabini tu kwa mwezi. Lakini jingine zuri zaidi, huduma hii unaweza ukaunganisha zaidi ya mtumiaji mmoja ambaye anatumia line za TTCL, ili aweze kupata zile GB 20 na dakika 300 ambazo eh, atazitumia kokote nchini Tanzania. Hakikisha unawasiliana nasi kupitia 0733600060. TTCL, shirika lako la mawasiliano nchini Tanzania, limejitatiti kuhakikisha unapata huduma bora